Naam, leo ni tarehe nane ya mwezi wa 4 mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano ni siku ambayo uh, klabu ya soka ya Simba, Simba Sports Club, leo hii watakuwa wenyeji wakiwakaribisha uh, timu ya Almasry kutoka kule nchini Misri katika lile kombe la shirikisho barani Afrika kwa maana ya CAF Uh, Confederation Cup, ambapo itakuwa ni mechi ya raundi ya pili. Mechi ya kwanza ilipigwa kule uh, nchini Misri ambapo Simba Sports Club iliweza kushindwa kufurukuta mbele ya Almasry na kukubali kichapo cha goli mbili kwa sifuri ambapo leo hii uh, Simba Sports Club wana kibarua wa kizito sana cha kushinda zaidi ya goli mbili, kwa maana washinde kuanzia goli tatu ili waweze kufanikiwa kuvuka katika hatua ya robo finali la kwenda katika hatua ya nusu fainali ya kombe hilo. Sasa wakati tukisubiria dakika tisini hizo tumeona mambo yameanza kuwa moto, mambo yamezidi kuwa makubwa sana. siko jana, bwana Almasry alitakiwa kwenda kutumia uwanja wa Benjamin Mkapa kwa ajili ya mazoezi yao ya mwisho kabla ya kuingia katika pichi hiyo, aa, kwa dakika tisini za mtanange huo, lakini kitu cha kushangaza ni kwamba timu ya Almasry baada ya kuwasili uwanjani, walishindwa kupitia katika milango maalum kabisa ya uwanja, kutokana na kuona kuna baadhi ya vitu ambavyo vinadhaniwa ni vya ushirikina kumwagwa katika milango hiyo, na timu hiyo wakashindwa kabisa kupita hapo kwa kofia pengine, klabu ya soka ya Simba huenda wakao wamewafanyia hujuma, na pengine wakipita hapo basi mambo hayatakuwa mazuri kwa upande wao, lakini tumeona pia kwa upande wa klabu ya Simba hususan kwa mashabiki kila kidaki wa Simba, tunaona wakiwa wanapaza sauti zao ya kwamba hawa muhitaji meneja wa uwanja bila kueleza sababu uh kamili ni zipi ambazo zinawafanya uh wasimtake meneja huyo uwanja, ambaye amedumu kwa muda mrefu sana katika uwanja huo. Kwa hiyo so, tunasubiria dakika 90 za mtarange wa kukata na shoka Simba Sports Club wataweza uh, kupenetrate kwenda katika hatua ya nusu fainali ya kombe hilo ambalo, uh, klabu ya Yanga miaka miwili iliyopita waliweza kufanikiwa kufika fainali ya kombe hilo, ama pengine leo hii itakuwa ni mwisho wa klabu ya Simba kwa msimu huu katika mashindano hayo, na kurejea katika uh, ligi kuu Tanzania Bara NBC Premier League na mashindano ya CRDB Confederation Cup. Una maoni gani kuhusiana na mechi ya leo dakika 90 hizi za mtanange wa kukata na shoka. Simba Sports Club atatoboa kwenda hatua ya robo finali ama pengine unahisi hawezi kutoboa mbele ya Almasry. Tuandike maoni yako kwenye comment comment section. Usahau kusubscribe, na usisahau kusubscribe utakuwa umejihakishia kupata taarifa mbalimbali tunapo upload video zetu na kuwekwa hapa kila